Mashallah, mashallah. Ni tamu laini na yenye mnato wa kipekee, huku harufu ya viungo ikikukaribisha hata kabla hujaionja. Kitafunio hiki ni sehemu ya urithi wa pwani kwa vizazi vingi, na lina jina moja tu, halwa. Halwa ni jina halwa, Kiarabu anake tamu. Unakula baada ya chakula. Siku hizi ni halwa ya simsim na loz. Niko katika duka la Salim Mansur mtaani Old Town Mombasa. Linaaminika kuwa duka kongwe la halua hapa mjini Mombasa. Duka hili la halua limekuwepo kwa zaidi ya miaka sabini. Salim Mansur alitoka Oman, akaenda kisma Ismai, akahamia hapa hapa, ndo akaanza kazi ya halua duwa tukimita mfalme ya halua, kisha kashika mtoto wake, kisha kashika mdugu. Hii duka la pili si la kwanza, maarufu katika eneo la pwani ya Afrika Mashariki, hususan Mombasa halua huja katika ladha mbalimbali zikiwemo za lozi na ufuta. Halua si chakula tu bali pia ni sehemu ya urithi wa kitamaduni hasa katika sherehe na hafla muhimu. Upishi wake, unaoaminika kuwa na asili ya Warabuni, si kazi ya mtu yoyote tu. Ni sanaa inayohitaji ustadi, uvumilivu na nidhamu kwa muda mrefu wanaume wa pwani wameirithi kutoka kwa babu zao wakithibitisha kuwa mapishi sio ya wanawake pekee. Halua inatengenezwa kwa mchanganyiko wa sukari, siagi au mafuta, unga na viungo kama iliki na karafuu. Halua anza kutayarisha kwanza, natayarisha vitu yote. Viungo yote vitagisa, yani, proses kama vile uliona ni, ni mrefu inasongwa inasongwa mpaka ishikane vizuri, itoke mieiva vizuri. Kapima kilo nusu robo, basi kauza mia sita wa kilo moja, nusu kilo mia tatu jolozi ni mia saba Saa nzima ya kazi ngumu, hatimaye hupatikana halwa iloiva, ambayo hutiwa kwenye sinia kupimwa na kufungwa kwa uzani tofauti, tayari kuuzwa. Halwa ni mojawapo ya kitafunio kinachopendwa sana na watu wa Mombasa. Inaaminika inapendwa zaidi na wazee kuliko vijana. Je, ni kweli? kwa sababu ya upishi, nimekwenda kula halua ya Wasumali, radha zake na makamiko yake, jinsi wanavyotengeza. Kuna tofauti. Ni waswahili kusema, mchele ni moja, lakini mapishi ni mbalimbali mbali. lakini hapa viungio vyake vyote vyaingiana maana hatuwezi kukosa kumsifu maana mpika pilau njema ama nzuri ni yule anajua viungio. Kwa hivyo niko hapa kwa kutaka halua ya mzee Salim Asur kwa maungio yake. Halua ya Salim Asur nimeitumia sana sana wakati wa harusi, ambapo ilikuwa ina ladha nzuri na pia vile vitu ameongeza kama vile lozi inavutia ile halua. Halua, pia sometime, tunakula wakati kama saa kumi hivi, tunakunywa na kahawa chungu, ambapo pia hiyo ni kama natural sugar. Bila shaka, halua huambatana vyema na kikombe cha kahawa tungu.